Kuna wakati katika Israeli mahali pa kuabudia maskani ya Bwana ilikuwa katika Gibioni. Hapo ndipo kulikuwa na maskani ya Bwana, watu walikuwa wanakwenda hapo kuabudu. Ndio maana unaona kuna wakati Sulemani mfalme alikwenda hapo Gibioni kumwabudu Bwana, alafu baada ya kuabudu usiku, Bwana Mungu akamtokea katika njozi, akasema naye. Kama unamtafuta Mungu, njia rahisi ya kumpata ni kutulia, ili yeye ndiye akupate, kwa sababu Mungu naye anatafuta. Na sehemu nzuri ya kutulia, moja ya sehemu nzuri ya kutulia ni katika ibada, mahali pa kuabudia, kwa sababu Yesu alisema katika ile Yohana sura ya 4 mstari wa 23, lakini saa inakuja nayo sasa ipo ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, maana Baba hawatafuta watu kama hao wamwabudu. Sasa kuabudu katika roho na kweli, kuabudu ni nini? Hata kuabudu ni nini hasa? Mimi ni Pastor Msafiri na leo nazungumzia kumwona Mungu katika kumwabudu. Hii mtu akikwambia kuabudu, twende kuabudu au tutakuwa tunaabudu, idea ambayo unaipata au picha gani unaijenga katika fikira zako? Kwa asilimia kubwa ukisikia abudu, we are going to to worship, unaweza ukapata picha ya vyombo vya mziki, steji iliyopambwa na mataa na vitu kama hivyo, na watu wakiimba kutumia vyombo vya mziki na kunyosha mikono na vitu kama hivyo hiyo ndio picha ambayo tunaipata kwa asilimia kubwa hivi leo. Lakini jiulize swali moja, katika Biblia kwenye enzi za Biblia, Agano la Kale na gano Jipya, vitabu vyote ambavyo vimesoma kwenye Biblia kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo wa Yohana, watu walipokuwa wakisema kuabudu, let's worship, walikuwa ni picha gani wanaijenga katika fikra zao? Ni kitu gani kinakuja akilini kwa haraka haraka? Kwa sababu leo ukiambiwa kuhusu kuabudu, kitu ambacho kinakuja akilini kwa haraka haraka ni kumwimbia Bwana nyimbo, kuimba, kutumia e, vyombo vya mziki na kuimba na vitu kama hivyo. Lakini katika agano la kale, picha ambayo watu walikuwa wanaipata wakisema kuabudu ilikuwa ni kuchinja mnyama, damu kumwagwa kwenye madhabahu. Na hii ni kwa sababu gani? Ibada, kuabudu, kuna ungana na dhabihu. Hakuna kuabudu pasipokuwa na dhabihu inayomwagwa kwenye madhabahu. Kwa hiyo madhabahu inahusika na kuabudu na madhabahu inaungana na dhabihu. Dhabihu na madhabahu vina mzizi mmoja wa neno. Hakuna madhabahu bila dhabihu, na dhabihu inahusu kuchinjwa ili damu imwagike ndio maana katika kitabu cha Mwanzo wakati wa Ibrahim alivyokuwa anakwenda kuabudu, alivyoambiwa akamtoe Isaka mwanaye kama sadaka, alivyofika mahali fulani akawaambia wale vijana wake. Maandiko yanasema katika Mwanzo sura ya 22 Mwanzo sura ya 22 mstari wa tano, Ibrahim akawaambia vijana wake, kaeni ninyi hapa pamoja na punda, na mimi na kijana tutakwenda kule tukaabudu na kuwarudia tena hivyo alikuwa anamaanisha tutaenda kule na kuchinja mnyama ili tuweze, hivyo ndio kuabudu. Ndio maana Isaka akamuuliza, uh, baba kuni zipo eh, lakini mnyama wa kumchinja yuko wapi? Kwa sababu hakuna kuabudu bila mnyama wa kumchinja. Yaani hiyo ndio idea ya watu ambao wapo kwenye nyakati za kale, na ilikuwa ina mnyama anachinjwa kwenye madhabahu, na madhabahu ilikuwa ni ile ambayo ameiamuru Bwana, na mara zote katika kitabu cha Biblia kuna sehemu ambayo ina madhabahu kwa sababu mpaka mwisho kabisa, kabla ya Ufunuo Yohana walikuwa wakiongelea kuhusu mahali pa kwenda kuabudia ni hekaluni, unaenda kuabudu mara kadhaa kwa mwaka, na hiyo ibada ilikuwa inahusu kuchinja mnyama, kuweka damu kwenye madhabahu. Hata wakati wana wa Israeli wanaongea na Farao wanataka watoke, waende waliambiwa waende wakaabudu au twende tukamwabudu Mungu wetu, twende tukamtumikie. Kwa hiyo kutumikia na kuabudu vilikuwa vinafanana, ndio maana katika ile Kutoka ukisoma Kutoka sura ya kumi, mstari wa 24 mpaka 26, Farao akamwita Musa na kumwambia haya, nendeni mkamtumikie Bwana. Kondoo zenu na ng'ombe zenu tu na waachwe watoto wenu nao waende pamoja nanyi. Musa akasema ni lazima utupe mikononi mwetu na wanyama wa dhabihu na wasadaka za kuteketezwa, ili tupate kumchinjia Bwana Mungu wetu dhabihu. Makundi yetu pia watakwenda pamoja nasi, hautasalia nyuma hata ukwato mmoja, kwa maana inampasa, kwa maana inampasa kutwaa katika hao tupate kumtumikia Bwana Mungu wetu nasi hatujui hata tutakapofika huko ni kitu gani ambacho kwa hicho inatupasa kumtumikia Bwana. Hivyo kumtumikia Bwana au kumwabudu inahusu mnyama katika makundi ambaye Bwana atakuwa amemsema kwamba huyo ndiyo atwaliwe, achinjwe, damu yake imwage katika madhabahu. Hivyo katika agano la kale, aidia ambayo watu walikuwa nayo kuhusu kuabudu na bibilia yote, msingi wa kuabudu na kumtumikia Mungu unahusu dhabihu ambayo imetolewa kwa ajili yake Mungu mwenyezi. Kwa hiyo katika suala la kuabudu, kuna vitu inaviona hapo. Kwanza, kuna dhabihu ambayo Bwana mwenyewe ameitaka, anaikubali kwamba hiyo ndo atwaliwe apewe yeye, alafu katika madhabahu ambayo Bwana Mungu ameichagua, na mara zote Uh, katika Agano la Kale Bwana Mungu alikuwa anaonyesha wapi ajengewe madhabahu na mpaka mwisho katika mwaka sabini madhabahu ilikuwa ni hekaluni pale Yerusalemu, na hiyo madhabahu ikabomolewa, ndipo inaingia sasa katika zama hizi ambazo tunaabudu katika roho na kweli, ila bado madhabahu ipo na bado dhabihu ipo. Hata wana wa Israeli walivyokuwa na unaosoma kwamba wakaabudu miungu mingine wakaitumikia ilikuwa inaashiria kwamba wakaichinjia sadaka hiyo miungu mingine na kuiabudu hiyo ndiyo hiyo ndiyo concept ya kuabudu. Inahusu dhabihu, lazima kuwe kuna sadaka iliyochinjwa kwenye madhabahu. Sasa katika agano jipya, kuabudu kunakuja kuna kujaje au kuna, kuna fanikaje? Kuna mambo mawili nimekwambia, dhabihu na madhabahu. Tukija kwenye dhabihu Unajua kwamba Yesu Kristo alivyokufa msalabani damu yake ilifanyika upatanisho. Damu yake ilipelekwa katika uh, madhabahu ya mbinguni, patakatifu pa mbinguni na imewekwa pale mara moja tu kwa upatanisho, hakuna nyingine. Hiyo ndiyo dhabihu kuu kabisa iliyoamliwa na imeshapelekwa pale. Kwa hiyo hakuna dhabihu nyingine ya kuabudia na pale ndipo yupo kuhani wetu mkuu. Kama kuhani mkuu alivyokuwa akiingia katika patakatifu papatakatifu kwenye hekalu za duniani, kuhani wetu mkuu ameingia katika patakatifu papatakatifu pa mbinguni kufanya upatanisho mara moja tu, hakuna lingine. Hiyo ni dhabihu ya kwanza ambayo imefanyika, damu ya Yesu. Dhabihu ya pili ambayo inakuhusu we wewe na mimi ni ya kila siku, imeongelewa katika Warumi sura ya kumi na mbili, pale ambapo maandiko yamesema, basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Kwa kila siku wewe umeshajidhabihu umejitoa kwa Bwana, umejitoa kwake, wala sio wewe unaishi bali Kristo ndani yako ndiye anayeishi. Na ukishaelewa hapo, ndio hakuna shida ya kujua kuhusu madhabahu za ziko mbili, kwa sababu wewe ni hekalu la Mungu. Kwa hiyo mwili wako ni hekalu kwa mwili wako amani hekalu una madhabahu wewe, una madhabahu wewe, una patakatifu, patakatifu ndani yako. Wewe unabidi pia ujidhabihu kwa uende katika vile roho anavyokuongoza, na madhabahu nyingine iko mbinguni. Kwa hakuna madhabahu nyingine hizi, stori za Mungu wa madhabahu hii, Mungu wa madhabahu hii, ni stori tu za watu kuongea, lakini kiukweli kibiblia haipo hata ukitaka jiulize, soma katika Biblia uone kama kuna madhabahu ambayo mtu alikuwa akifa, wanampeleka madhabahuni? Kwa sababu makanisani watu wanaenda kuaga wafu makanisani, si unafahamu, wanapeleka mwili na uaga, wanafanya last respect pale. Kwa hiyo unafikiri madhabahu hii ambayo inaongelewa kwenye Biblia ndio madhabahu yenu ambayo namnaagia wafu? Jaribu kuchunguza maandiko mwenyewe uone kama inawezekana au madhabahuni kwenu ambapo wanafungisha ndoa, alafu mtu anaambiwa you may kiss the bride, anamkisi pale, ndiyo madhabahu takatifu ya Mungu ambayo ipo kwenye Biblia? Hiyo madhabahu yenu ambayo mmeweka hapo duniani, mnasema ni madhabahu hii, kimsingi siyo madhabahu hii. Madhabahu iko juu mbinguni, na nyingine iko ndani yako. Ndiyo maana Wakristo wanaweza wakakusanyika sokoni, alafu wakaomba na nguvu za Bwana zikashuka na pakatikisika, ukasema hi, hii ni madhabahu hii. Hapana, madhabahu inatembea, iko na wewe, kama wewe ni Wakristo kwelikweli. Jina la Bwana livaikiwe. Sasa ni wazi kwamba kama unataka kumwona Mungu katika kumwabudu ni lazima ubadilishe fikra zako. Uache kutegemea madhabahu hizi za kimwili za duniani, lakini utegemee madhabahu ya mbinguni. Na wewe una access ya kukikaribia kiti cha neema cha mbinguni kwa jina la Yesu Kristo. Maana maandiko yanasema katika Waebrania kwamba tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu Yesu mwana wa Mungu na tuyashike sana maungamo yetu. Alafu inaendelea na kusema katika mstari wa chini yake pale, basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Kila wakati ukiunganisha ile Warumi kumi na mbili kwamba wewe unapaswa ujidhabihu kwa Bwana, hivyo uishi kwa kuyatenda mapenzi yake, kutaka kujua mapenzi ya Mungu na kuyatenda na kila wakati kusujudu mbele zake kuabudu. Kama ambavyo kuna mwalimu mmoja Derek Prince anasema, kuabudu ni attitude. Unaweza ukasujudu lakini ukawa hauabudu. Ndiyo maana watu walianguka kwa Yusufu wakamsujudia, na mtu alianguka kwa Mfalme Daudi akamsujudia, lakini alikuwa hajamwabudu. Ila kwa Mungu wale wazee ishirini na nne wanasujudu na kuabudu kwa hiyo ni hali ya ndani na ile attitude yako toward the Lord God Almighty. Mungu anachosema, na katika kuabudu, katika kutii ndipo ibada inapoanza kufanya mapenzi ya Mungu kama anavyotaka ufanye. Kwa hiyo dumu katika maombi, hasa katika roho, mtafute Bwana kujua mapenzi yake na kuyafanya, na jifunze kuomba maombi ambayo sio ya kuomba kitu upate kwa Mungu, lakini maombi ya kumsifu na kumshukuru na kumuinua. Ukifanya hivyo kwa muda, uh, utaanza kumwona Bwana katika maisha yako katika aspects mbalimbali mbali, na mimi naamini ukidumu katika hapo utamuona kama Sulemani alivyomuona. Mimi ni Pastor Msafiri, ni hayo tu kwa leo. See me in the next video. Barikiwa.